Nam, asante sana kwa kuchagua sema na Citizen. Karibu tukupashe tulo kuandalia. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Wachungaji wa kanisa la Kiadventista katika kaunti ya Nyamira wamejitokeza kukemea utekaji nyara na mauaji ya kiholela yanayodaiwa kutekelezwa na, na maafisa wa polisi humo nchini. Wakizungumza katika hafla ya kuanzisha jengo la kanisa la Eramba SDA huko Mgirango Kaskazini katika kaunti ya Nyamira, viongozi hao walimwomba Rais William Ruto na serikali yake kuwachukulia hatua za kisheria maafisa wanaotekeleza unyama huo badala ya kuwalinda Wakenya. Viongozi hawa wameomba asasi za ujasusi kufanya uchunguzi wa kina na wa haraka ili kuhakikisha kwamba wote waliohusika na mauaji ya Albert Ojuang wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka. Kama viongozi wa kanisa, hatuwezi tukafurahia mambo ambayo wakati mwingine tunaona ya mauaji kama la hili bunde kabisa la Ojuang, ambaye ni kijana tena mmoja tu katika familia. Ningependa tuwakumbushe viongozi wetu kuanzia rais na wengine ya kwamba ukipatiwa kazi ya uongozi you are only a steward. Wewe unamwakilisha Mungu, amekupatia viumbe wake mikononi mwako uwachunge. Ma, uh, watu kusimama kwa ajili ya ku, ku, kuuliza serikali ili ipate kutoa haki kwa wale ambao wamedhulumiwa lakini tufanye hayo kwa njia ya amani, kwa vile two wrongs will never make a right. Kwa hivyo na sisi tukienda tukiharibu mali ya wenzetu ambao wamejitoa na wametafuta kwa hali na kwa hali ngumu, hiyo pia sio sio sio vizuri kwa macho machoni pa Mungu. tunayoyaona yanayoendelea katika nchi yetu ya Kenya, tunaomba amani, tunaomba usikilishano, tunaomba uh, kusaidiana na kufanya kazi pamoja, na tukumbuke watu wote kwa ujumla.